Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Sant Gaspar Media. Ikiwa leo ni tarehe kumi na nane ya mwezi wa kumi na moja. Ndugu zangu wapendwa wa Kristo, wa leo tunaadhimisha siku muhimu sana katika maisha ya kanisa Katoliki, kumbukumbu kumbu ya kutabarukiwa kwa makanisa ya mtakatifu Petro na Paulo. Hii si siku ya kukumbuka majengo tu, bali tunakumbuka imani na ushahidi wa Wakristo wa zamani. Neno kutabarukiwa linatokana na neno la Kitatini dedicatio, yaani kwa Kiingereza ni dedication, lenye maana ya kutolewa, kuwekwa wafu au kupelekwa kwa Mungu rasmi kwa matumizi ya ibada. Katika lugha ya Kanisa, kutabarukiwa humaanisha kubarikiwa au kuwekwa wafu yaani kulifanya jengo kitu, au sehemu au mahali kuwa mali ya Mungu kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo, kumbukumbu ya kutabarukiwa kwa makanisa ya Mtakatifu Petro na Paulo ni sherehe ya kukumbuka siku ambayo makanisa mawili ya makubwa yaani Bazilika ya Mtakatifu Petro na Bazilika ya Mtakatifu Paulo yaliwekwa wakfu rasmi, yakabarikiwa na kutengwa kwa ibada ya Mungu pekee. Basi tuanze kuangalia eh, makanisa haya ya hawa mitume mawili, tukianza na mtume wa kwanza ambaye ni mtakatifu Petro. Tunajua kwamba Petro alikuwa ni mvuvi, alikuwa hana elimu ya juu kuliko wale mitume wengine, lakini pia tunamwona kwamba Yesu alimwona ni zaidi, anavyoonekana yeye na aliamua kumwita katika wale mitume wake kumi na mbili, kama ilivyoandikwa kwenye Bibilia ukirejea Matayo sura 16 aya 18, wewe ndiye mwamba na juu ya mwamba huu nalijenga kanisa langu. Petro alisimama kuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa, alihubiri akiongoza na akihimili mateso mengi. Mwisho aliwawa Roma kwa kusulubiwa akifanya maisha yake kuwa sadaka kwa Kristu. Tukija kwa mtakatifu Paulo, kwa upande mwingine, Mtakatifu Paulo ni mtakatifu ambaye alikuwa ni msomi, lakini njiani kuelekea Damasko alikutana na nuru ya Kristu iliyogeuza kabisa, iliyomgeuza kabisa kuanzia hapo. Lakini pia kwa upande wa Paulo tunaona kuwa alikuwa ni mtume wa mataifa. Alienda mataifa mbalimbali kuhubiri neno la Mungu. Akihubiri bila kuchoka, akiandika sehemu kubwa ya Biblia na akianzisha makanisa mengi. Basi tuingie katika kipengele cha pili, yaani Konstantino Mkuu na uhuru wa Kikristo. Tukianza na Konstantino Mkuu. Mambo yalibadilika katika historia ya Kristo wakati wa Konstantino Mkuu. Konstantino Mkuu alikuwa ni mfalme wa huko Roma kwenye karne ya nne. Konstantino Mkuu aliongoza sehemu kubwa ya ufalme wa Roma na hatimaye aliunganisha ufalme mzima. Kabla ya vita vikuu vya Milvian Bridge ambavyo vilitokea karne ya kumi na tatu, tunaona kwamba Konstantino alidai kupatwa na ndoto. Na hii ndoto ilimwelekeza kwamba hataweza kushinda vita yake, na ndani ya hii ndoto aliona msalaba. Hii ndoto ilim, ilimpelekea kuwa na mawazo mengi sana, na hatimaye baadaye akaamua kutoipuuzia hii ndoto. Lakini huyu mfalme Konstantino, alipoenda kwenye hiyo vita, akilini mwake na kichoni mwake, aliapa na kusema, endapo nikishinda hii vita nitaweza kuweka kiapo kwa mwenyezi Mungu na kuweza kuwa uruhusu wakristo wa wa uko Roma wawe na uhuru au ibada ya kuabudu, ambapo zamani ilikuwa ni vigumu sana kwa wakristo wa katoliki kuabudu kwa sababu ya utawala wa huyu mkuu Konstantino. Lakini pia huyu mkuu Konstantino, baada ya kushinda vita yake katika hiyo karne, alianzisha kitu kinachoitwa Edict ya Milani. Hii Edict ya Milani ni sheria ambayo aliipitisha yeye mwenyewe kwa ajili ya kuwaalika Wakristo kuweza kuwa na uhuru wa kuabudu maana, hapo zamani alikuwa anawakatalia kuabudu kwa sababu ya kuchukua mipaka ya nchi na kueneza ufalme wake. Lakini alipopata hiyo ndoto na alivyovuviwa na huo Roho Mtakatifu, aliamua moja kwa moja kuweka hii amri, kwa sababu au kwa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ameshinda hii vita lakini pia tunaona ndani ya hii sheria ambayo iliyowekwa ya edict ya Milani iliweza kumsaidia au iliweza kuwasaidia Wakristo wengi kuwa na uhuru wa kuabudu, kwa sababu hapo zamani Wakristo walikuwa wanaabudu kwa hofu, walikuwa wanaenda kwenye makaburi ya watakatifu, mfano Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo, kwenda kuweka ibada na kufanya sakramenti zao za ibada. Lakini baada ya hii Milani ya edict ilivyotolewa, Wakristo walikuwa wana uwezo wa kuabudu kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia mfalme huyu Konstantino aliona kuwa kaburi la mtakatifu Petro na mtakatifu Paulo watu walipenda sana kwenda na kuabudu, akaamua kutoa amri ya hayo makaburi yaweze kujengwa kuwa nyumba ya ibada. Hii ndo mara ya kwanza mtakatifu Konstantino au yeye ndo mwanzilishi au mteule wa kuwatua mawatu kwenda kujenga nyumba ya ibada kwenye hayo makaburi mawili. Basi katika ujenzi wa makanisa ya mtakatifu Petro na Paulo tunaona baada ya uhuru ambayo huyu mfalme Konstantino alitoa waliweza kujenga haya makanisa mawili kwa heshima ya hawa watakatifu ambapo aliona kwamba kaburi la Petro na Paulo lilikuwa na thamani kubwa kiimani na katangaza kujenga makanisa makubwa juu ya makaburi hayo. Basi kwa nini haya makaburi au haya mabasilika ya Mtakatifu Petro na mabasilika ya Mtakatifu Paulo yalijengwa? Basi lengo la kujenga haya makanisa lilikuwa kama ifuatayo: kuheshimu imani yao. Tunajua kabisa hawa ni watakatifu ambao walitenda mambo makubwa sana katika kuhubiri neno la Mungu, na pia kuonyesha umoja wa makanisa. Kama nilivyosema hapo mwanzo, zamani kulikuwa kuna ule hofu ya kuabudu kwa sababu ya mfalme aliweka sheria kali za kutoweza kufanya ibada kwa utulivu na kwa amani, lakini pia tunaona na kutoa mahali salama kwa Wakristo mbalimbali kuomba, kujifunza na kukutana. Kwa hiyo Mfalme Konstantino alirahisisha uwepesi wa ibada kwa watu kwa kutojificha, kukaa sehemu moja na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi tunaingia katika kipengele cha nne ambacho ni utambulisho rasmi wa hii kumbukumbu. Baada ya karne kadhaa kupita mapapa wa karne ya kumi na moja na karne ya kumi na mbili akiwemo papa gregory wa saba na baadaye papa Innocent wa tatu waliamua kwamba siku hii ya kutabarukiwa iwe siku maalum kama kumbukumbu katika kanisa kwa hiyo walitangaza siku hii kuwa kumbukumbu ya kanisa tarehe kumi na nane novemba sasa kanisa zima duniani huadhimisha siku hii kama ishara ya umoja imani na upendo Tuingie katika kipengele cha tano ambacho ni mafunzo ya kwetu katika siku hii ya leo, au mafunzo ya leo katika vijana wa sasa. Leo tunapoadhimisha sikukuu hii, hatuangalii tu historia, tunaangalia pia hii siku inatufundisha nini. Hii siku inatufundisha, kipengele cha kwanza, kuwa imara katika imani kama Petro. Tunamwona mtakatifu Petro alikuwa na imani imara, hakuweza kutitirika katika imani yake. Kipengele cha pili, kuwa jasiri kama mtakatifu Paulo. Ingawa Paulo alikuwa ni mtu ambaye mwanzoni alikuwa na ua wa Kristo na alikuwa hapendi Kristo, lakini baadaye aliweza kugeuka na kumrudia Mwenyezi Mungu na kuweza kueneza Injili katika mataifa. Kushikamana katika umoja kama walivyofanya mitume hawa wawili ingawa walikuwa tofauti. Tunaona kwamba mtume wa kwanza Petro alikuwa ni mtu ambaye ni mvuvi, hana elimu, lakini pia baadaye alipewa mamlaka ya kuongoza kanisa. Lakini pia tunaona kwa upande wa mtume Paulo, yeye alikuwa ni mtu ambaye hapendi Wakristu, alikuwa anakataa dini ya Kristu, anapinga na kuwa wa Kristu, lakini baadaye aliweza kubadilika na kueneza Injili katika mataifa. Ndugu mpendwa, kumbukumbu kumbu ya kutabarukiwa kwa makanisa haya ya Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo ni zaidi ya historia ya majengo. Ni sherehe ya imani, ushuhuda wa mitume na historia ya Kanisa Katoliki. Petro na Paulo walitofautiana, lakini waliungana katika Kristu wakionyesha umuhimu wa kuishi imani, ujasiri, mshikamano na upendo. Sikukuu hii inatukumbusha kwamba kanisa letu limejengwa juu ya maisha ya wafuasi wa kweli wa Kristu na tunaitwa kuishi maisha haya kwa uthabiti, ari na imani thabiti. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi frateli Benedict kenan nyotoka wa shirika la damu azizi ya yesu Kristu.